Yes kama unavyoona hii ni Upako TV tuko hapa na mgeni wetu dada Janeti Amin. Kwa kweli tunabarikiwa sana Amin. Na watu wamekuwa wakiulizia kongamano lililopita, hatujamwona dada Janeti. Sasa leo utajibu maswali ya watu, ulikuwa wapi, na kongamano linalokuja utakuwepo ama itakuwa vipi? So tuko hapa kukukaribisha katika kongamano kubwa la kimataifa la maombi ya Paulo na Sila ambalo linakuja litakalofanyika mwezi wa sita. Sasa kwa sababu niko na mgeni ambaye ni dada yetu hapa, atajitambulisha jina na kisha atatuambia eh, eh, katika safari yake kidogo ya muziki na katika safari ya maisha tikiwezekana hata mahusiano na vitu kama hivyo. So karibu sana dada Janet, eh, eh. Kwa majina nimeshatambulisha, umeshatambulisha. Hebu tuende tena, majina yako unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Jan Arnold Mwanisenga k okay. mm. mm-hmm. okay. Uh, una lipi la kuambia uh, watu wa Mungu ambao wanakutazama sasa hivi kupitia Upako TV Neno langu la kuambia ni kwamba hmm. Ninawakaribisha wasikose katika kongamano la upako. Yes, kongamano la uponyaji, kongamano hmm? la miujiza. Yes. Siku hiyo ya tarehe 28 mwezi wa sita. Yeah. Sikuwepo kongamano lililopita kwa ajili mm, ya kazi mm, lakini ninakuhakikishia wewe na kukujibu, niko hapa kukujibu kwamba nitakuwepo mm. Na nitakuwa wa kwanza kuingia ibadani mm. Usikose, okay. Tukiacha mm, kongamano, kabla hatujaenda mbali zaidi, nataka watu wajue mm-hmm. Eh, Jianeti ni nani katika hii dunia, ni nani? Tuseme mimi ni mwimbaji yeah na ni mtumishi wa Mungu mm -hmm. Namtumikia Mungu kwa njia yes. ya uimbaji na. Na asante pia kwa ajili ya sapota yenu mm. kama watangazaji wow. kwa sababu mmekuwa support kubwa kwenye maisha yangu pamoja wow. na kampuni yote yeah, ambayo White Heaven yeah, yes. imekuwa yeah. ikinisaidia sana mm. kunifundisha, kunisimamia yeah. kwenye muziki yeah. hasa kunipeleka studio kwa nasema, mm. niko hapa kama mtumishi wa Mungu Amen. kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kongamano la, la Paulo na Sila ambalo linakuja tukutarajie kwamba utakuwepo. Nitakuwepo. Unaposikia Paulo na Sila ndani yako wewe unahisi una, una nini? Unaposikia maombi ya Paulo na Sila unahisi nini ndani yako? Binafsi mimi ya, ninahisi ufufuo. Amen. Kwa sababu Biblia inasema hmm, kwenye kisima ndiko kulitoka ulitoka uhai litoka uhai. Nategemea uhai kwenye kongamano. Oh, haleluya. Amen. Ah, maneno mazuri sana, maneno ya hekima kutoka kwa sista yetu Janeti anasema kwenye kisima ndiko kuliko toka uhai, na ume umetuambia kwamba hapo awali kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini pia ni mwimbaji, unamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Unaweza kutupa kapela kidogo, ndio watu wajue kwamba kitu nachoongea ni cha serious, unajua. Wow. sasa hivi kila mmoja, hata mlevi mwenyewe, wow. akilewa lazima aimbe huko, anarudi nyumbani na mwenyewe tunamuita mwimbaji. Hebu tupatie vitu ambavyo vitatuonyesha kwamba wewe ni mwimbaji sasa. Amina, nafikiri wimbo pendwa. Yes. kwa watazamaji yeah. ambao wanakuwa wakisema, yeah. Tuimbie, tuimbie hey, ni wimbo unaoitwa ridhiki yangu wow. iko mikononi mwa Mungu wow riziki yangu ipo mikononi mwa Mungu, hakuna wezayezuia. Riziki yangu ipo, hata kama itachelewa, bado ipo, hakuna wezayezuia, riziki yangu ipo. Wow! Kuna ule mwingine huwa napenda ambao tulifanya korabo na wewe, napenda sana ni kati ya nyimbo ambazo nazipenda sana Kamili. Kati ya beti ambazo ninazipenda ni pale unasema, papa o, hebu tupigie kidogo hapo, panasema nini? Ah, safi sana, tusimalize utamu. Ah, Mungu akubariki sana. Amen. Tulikuwa na interview fupi hapa na mtumishi wa Mungu eh, Dada Janeti. Amen. Na Mungu ametujalia kuwa na wakati mzuri kabisa. Amen. Na atakuwepo kwenye kongamano la Paulo na Sila. Amen. So kumbuka kabisa kwamba kongamano hili la Paulo na Sila ni kongamano ambalo litakuwa la kitofauti sana kwa sababu Mungu amempatia ufunuo mkubwa mtumishi wake huo, um, e, ufunuo sitautaja hapa kwa sababu ni surprise. Akiniruhusu kutaja next, nitakwambia tutakuwa na surprise ya nini na kwa namna gani katika hilo kongamano la Paulo na Sila. Usisahau, ni mwezi wa sita sitatn Dar es Salaam hii si ya kukosa. Kwa mara nyingine tena mtumishi wa Mungu Yohana Mwanisenga anakukaribisha kwenye kongamano kubwa la kimataifa na maombi ya Paulo na Sila, mwezi wa sita tarehe 28 siku ya Jumamosi, siku moja tu, saa saba kamili mchana hadi saa kumi na mbili jioni. Kongamano hili litafanyika Dar es Salaam Tanzania, katika kanisa la Nuru ya Uzima Assemblies of God Ukonga Moshi Bar Lelini Dar es Salaam Tanzania Tanzania. Watu kutoka madhehebu tofauti tofauti tutakutana pamoja kufunga na kuomba ili kufungua milango ya baraka na neema katika maisha yetu. Sambamba na hilo, kongamano litakuwa maalum kwa ajili ya kufuta machozi ya watoto yatima na wamama wa wajane. Siku hiyo tutatoa vifaa vya shule kwa watoto yatima. Watoto hamsini watapewa daftari pamoja na uniform za shule. Pia tutatoa sadaka mbalimbali kwa wamama wa wajane hamsini ili kuwafariji fariji na kuwatia moyo katika maisha yao. Kongamano hili litahudhuriwa na waombaji kutoka mataifa yote ya Afrika mashariki na Kati. Washirika kutoka madhehebu yote inakaribishwa kuja kushiriki maombi haya. Jinsi ya kufika katika kongamano hilo, kokote utokako ndani ya jiji la Dar es Salaam, panda gari la Gongo la Mboto, shukia kituo cha Mombasa au Gongo la Mboto mwisho, kisha panda bajaji zinazoenda Moshi Ba, shukia Lelini, hapo utakuwa umefika kanisani. Kwa maelezo s 32 au tuma ujumbe kwa whatsapp kwa namba hiyo hiyo. Kumbuka, ni kongamano kubwa la kimataifa la maombi ya Paulo na Sila, mwezi wa sita tarehe 28, juma mosi, saa saba kamili mchana hadi saa kumi na mbili jioni. Hakika ni siku ya miamba kupasuka, minyororo kukatika na vifungo vyote vitafunguka. Tutaomba, tutaomba mpaka mbingu zi. Ziseme wa watu wa dini zote mnakaribishwa. Huu mwaka ni mwaka wa kukubarika na Mungu.